"Shoot to kill" au piga risasi kuua, hii ndiyo kauli iliyotamkwa na Waziri wa Usalama wa Ndani nchini Kenya, Kipchumba Murkomen, wakati Gen Z walipokuwa wakiandamana kupinga ukatili wa polisi. Je, yeah, kwa nini aliamua kutoa agizo hilo la kutisha au maneno yake yalinukuliwa vibaya? Leo tunakuletea video halisi ya agizo hilo, majibu ya wananchi, viongozi, na pia majibu ya waziri mwenyewe. Usiondoke manake ukweli ni mchungu, lakini lazima usikike. Katika tukio hili lililonaswa na kamera, Waziri Kipchumba Murkomen anaonekana kutoa maagizo yanayodaiwa kuidhinisha polisi kutumia nguvu za risasi dhidi ya waandamanaji wa Gen Z. Hebu tazama. Ya kwamba sasa ile kupembelezana na wakora, ati wanapewa e, e, bondi ya pesa kidogo, alafu wasunguke hapo, wakuja tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana yeah? Ile shida yenye inafanya hata polisi za ingine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi, kuambia sasa tulifika wapi? Hakuna penye tumeenda, si ni ukweli? Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station, pika yeye risasi, mtu yoyote. Kauli hiyo ilisababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi. Hawa hapa ni baadhi ya wananchi na vijana wa Gen Z waliotokea mitandaoni kulalamikia matamshi hayo. Yes ndugu zangu, mapolisi hata masaa ishirini na nne hayajapita, Murkomen hawezi funga mdomo yake, ameruka futi mia mbili zile instructions alikuwa wanawapea mbele ya IG Kanja akisema, nyinyi mtu akikaribia any police station shoot mtu akikaribia arusha mawe kwa polisi shoot. Ndio huyu anawaruka mchana peupe. Mzee Kenga anamshauri Majoka hivi eti adui wa serikali ni adui wa amani, na kwa waandamanaji tuwapige tuwakamate, na kama haitoshi tuwafanye wasionekane tena. Kisha mzee Kenga anaendelea kuagiza na kuamuru maskari, tumieni nguvu zaidi, haja tumieni nguvu, ikibidi hakikisheni hapana kelele ya upinzani, maana ni maagizo kutoka juu. Onesmas, Kipchumba Murkomen. Hey, Murkomen Kipchumba Onesmas, hata baadhi ya viongozi na askari hawakusita kusema ukweli wao kuhusu maagizo haya. Wengine waliitaja kama kauli hatari inayoweza kuvuruga usalama wa nchi. Kipchumba na Murkomen akizungumza leo, unaona watu wanagawana namna hii. Kenya inaendelea kuwa more divided. I wish

Lakini waziri Murkomen hakukaa kimya. Hapa kwenye video hii anajibu na kudai kuwa maneno yake yalichukuliwa nje ya muktadha. And I'm saying this with all humility. I cannot order an inspector general of police on anything because the constitution denies me to do so. And I did not order an inspector general or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere.

Hili tukio limeibua maswali mengi kuhusu haki za waandamanaji, matumizi ya nguvu na uongozi. Je, waziri anastahili kulaumiwa au kulindwa? Na je, Gen Z wataacha kupaza sauti? Na hivi unadhani serikali ya Kenya inasikiliza kilio cha kizazi cha sasa au inazidi kutumia mabavu? Niachie kwenye comment section. Kuna hii ng'ombe wa mmepatia engagement hapa TikTok. Ujamaa anaongea mbaya. Unajua mimi naweza shauri mtu kama huyu? Nasikia mimi sijui anaitwa nani, sijui anaitwa afande nani. But mimi naweza mshauri kitu moja. Kitu ya kwanza, wewe ukiua raia, nasikia kwamba mumeambiwa muue raia, nasikia wewe ukiua raia, jua kitu ya kwanza, wewe utasimama kwa koti peke yako. Hakuna waziri atakutetea, ama hakuna waziri ataenda pale kuinfluence koti uachiliwe. Ukipatikana kwa makosa ya mauaji, utaenda nayo. Uliza Abdurashid, kuna askari mmoja alikuwa anaitwa Abdurashid pale Isilia, alikuwa akipiga vijana risasi. Hata kama Abdurashid alikuwa akipambana na uhalifu lakini mkono wa sheria ni mrefu wanza umefanya kitu na umeonekana umefanya, sijui ni wapi wewe utakimbilia. Kwa hivyo hiyo content yako ya upuzi. Na mimi sijui watu kama hawa wana end up vipi kujipata katika polisi, unaona? No, no. Polisi askari pengine labda iko ni self defense, na inaonekana wazi kwamba huyu jamaa alikuwa akifanya self defense. Lakini hiyo mambo ya kuambia watu sijui huwa huwa nani huyu huwa nini. Kwanza huyu jamaa si mnampatia engagement sana? Last time nilimuingilia nasikia, last time nilimuingilia, kuna watu walikuwa wananifuata mpaka inbox. Nasikia there was a boy mwenye alipigwa risasi huko Kamkunji huko. Huyo kijana alipigwa na stray bullets, askari alipiga risasi recklessly kwa sababu alikuwa anakimbizana na watu wanauza bangi, naona. So askari, usidanganywe na hawa wakubwa, hawa wakubwa wako just there temporarily. Nasikia mtu hata hizi wengine hata hawamalizi wengine, unaona vile kwanza vile hii cabinet inakuwa reshuffle. Unaona, mtu asikudanganye ati ufanye hivi na hivi, serikali huwa zinapita na lazima tu utakuwa hold accountable. Unaona, usikuwe mjinga, uambiwe tu wewe uue. Alafu hii ng'ombe, mimi na advice, wacha ujinga wewe, hakuna mtu anakuogopa wewe, ni mjinga na hiyo uniform yako. Thank you is the observer. Murkomen alikuja akatuambia pale yeye kama waziri hana macho hana masikio hana chochote hajui chochote. Na mimi sikushangaa kwa sababu hii serikali iko hakuna kitu wanajua, hawasikii sauti ya mwananchi, hawaoni maovu ambayo yanaelekezewa wananchi, kilio ya wananchi hawasikii. So aliconfirm leo, wote ni watu bure, hakuna haja ya kukaa hapa, afadhali nikuje nisikize vile watu mnasema, ndio E bwana, mi naitwa Rish Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, tukutane kwenye video ijayo. <coughs> na hii maneno unangeinhapa mambo ya kuchoma police station ini ya mwisho yeah. Na tumeambia polisi, mtu yoyote mwenye atakaribia police station, piga yeye risasi.